Simu yako inapeleka chaji slow na unashindwa kujua tatizo ni nini. Haijalishi umetumia fast charge au chaji za kawaida, njia ambayo naenda kufundisha leo ni ambayo itakuelekeza namna gani ambayo utasababisha simu yako ambayo inachukua chaji polepole kwenda kuchukua chaji kwa haraka zaidi, ili simu yako iweze kupeleka chaji haraka haraka na kwa chaji yote ile unayotumia, unachotakiwa tu ni kuzingatia kitu ambacho tunakiita airplane mode kwenye simu kwa mfano mi kwenye simu yangu airplane mode imedisplayiwa kwa staili kama hii. Ukivuta setting zako kwa juu, utaona sehemu imeandikwa airplane mode au imewekwa alama ya kindege. Sasa hiki kindege utakifanyaje ili kiongeze spidi ya kuchaji kwenye simu yako? Unachotakiwa ni kukiturn on ni kumaanisha kuturn on airplane mode. Unapo turn on airplane mode kwenye simu yako, alafu weka simu yako charge, basi simu yako itachukua charge kwa haraka zaidi, tofauti na ambavyo inakuaga na hali yake ya kawaida na kwa nini inachukua chaji haraka kama endapo ki turn on hii airplane mode hii? Sababu ni kwamba Unapokuwa una turn airplane mode on kwenye simu yako inachofanya ni ku disable, yani kuzuia application zote ambazo zilikuwa zinafanya kazi kwenye simu yako zinaenda kuacha kufanya kazi right on time kwa ule muda ambao umeiweka on. Kwa hiyo unapokuwa unaiwasha on ile airplane mode kwenye simu yako inazuia zile application kufanya kazi. Na inapozuia zile application kufanya kazi, kumaanisha kwamba simu yako itakuwa free na itakuwa na majukumu machache ya kufanya. Na inapokuwa hivyo, basi itaruhusu chaji kuingia kwa haraka zaidi bila kuwa na mkanganyiko wa vitu vingi. Vyovyote vile hope umejifunza kitu kikubwa. Nenda kajaribu, kisha utarudi kudrop comment kwenye video hii hapa, kama imekusaidia. Tukutane video ijayo. Ni Mr. C. kutoka Vive Creatives chao.